Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa no. Hii ni siku nyingine tena tunaenda kujifunza kwa habari ya ndoto kuhusu shule. Ni mara nyingi sana nimekutana na watu wakisema wanaota wako shule, wengine wanaota wako shule za primary, wengine wako sekondari wengine wako form five, form six na wameshamaliza, yaani ni watu wazima, wana familia zao. Ukiota huko shule inategemea, huko primary, uko sekondari, chuo kikuu, au huko katika darasa tu unajifunza baadhi ya mambo. Hizi ndoto zinatofautiana. Ukiota huko primary na ulishamaliza, ujue kwamba roho ya kurudishwa nyuma, roho ya umaskini, roho ya kurudishwa nyuma Roho ya kukataliwa inakuandama, ko unapaswa ukatae, yaani ndoto hii unapaswa uikatae kwa kumaanisha maana, yaani kuna roho, aidha ni roho za mizimu, aidha ni mtu ameinuka, anataka kukurudisha nyuma, kwa unapaswa uingie kwenye maombi na ukatae ndoto ya kuwa shule, au unajikuta unaota uko maeneo ya shule ulo, ulo isoma primary, ko unabidi uikatae ndoto hiyo kwa sababu sio nzuri ni ina maana ya wewe kurudishwa nyuma, ina maana ya wewe kuwa maskini, ku, ku, ku, ku, ku, umaskini, umaskini unakufuatilia kuoto umeyarudia maisha ya utotoni au ya shule ambao ushakuwa umeshawahi kujifunza. Maana yake unafuatiliwa na roho ya kuanguka. Pia unaweza ukawa kihuduma aidha, umesimama alafu kihuduma ume, uko vizuri. Kwa hiyo ukaota labda umerudi nyuma, ukaota uko primary, ukaota unafundishwa na mwalimu yule wa primary, labda wa darasa la kwanza. Ndoto hii inamaanisha pia, yaani unaweza kwenye ulimwengu wa roho kuna unarudishwa nyuma, yaani kuna maeneo kwenye ulimwengu wa roho unarudishwa nyuma huduma yako inaweza ikarudi ikashuka chini mafanikio yako yakaanguka. Kwa unapaswa pia kumpinga hiyo ndoto kwa kuwa sio nzuri. Kwa hiyo uko darasani au mazingira ya shule ambao ushavuka, maana yake katika maisha yako kuna eneo bado halijakamilika, haujalivuka pia. Kwa hiyo mahali ulipo sipo unapotakiwa kuwepo. Kwa hiyo unapokuwa unaota mara kwa mara kwamba niko primary mara niko sehemu fulani, hizo ndoto ni ndoto mbaya. Ni adui anacheza na hatima yako, ni adui hataki ufike mbali, ni adui hataki ufike kule Mungu alikokusudia. kwa, kwa anataka kukurudisha nyuma, ndio maana unaota huko primary huko sekondari, na ulishatoka huko. Unaweza ukaota uko darasani, huko darasani labda ni darasa kubwa lenye watu tofauti tofauti. Ukiota hivyo ujue kwamba Mungu kuna kitu anataka kufundisha. Alafu yani umeota uko darasani wewe umeshasoma, umemaliza chuo kikuu, una familia, unaota uko darasani. Yaani ni darasa tu alikuonyeshi kwamba ni primary, sekondari, chuo kikuu au wapi. Kwa pale inamaanisha kwamba kuna vitu Mungu anakufundisha. Yaani kwenye maisha itakuja elimu, itakuja elimu labda ni ya kimungu au ya kidunia. Mungu anasema na wewe kupitia elimu ile. Kwa hiyo o ndoto ni njema, unapaswa kuiombea na kuombea hayo ma, mafundisho yataka ukuja mbele yako. Unaweza pia hata ukawa akawa anasema na wewe kupitia neno lake, ukajikuta unasikia sana kusoma neno la Mungu, ukasikia sana mstari unajirudia. Kwa hiyo unakuta Mungu anataka kukufundisha jambo. Kwa hiyo ndoto hiyo unapaswa kuyatamia kwa damu ya Yesu na kuiombea. Kuota kwa shule pia na maana kuwa nyuma kiroho, kama nilivyosema hapo awali. Kwa hiyo, ili kuweza kusimama au ili kuweza kutokurudishwa nyuma, inatupaswa tuwe karibu na Mungu. Wapenzi, katika maisha yetu tunamhitaji Mungu kuliko vyote tunavyovihitaji sisi wanadamu. Ninaweza nikasema si kitu bila Mungu. Unaweza ukawa na mali nyingi, unaweza ukawa mahitaji yako yote unayapata, lakini ukikosa maarifa ya kimungu ni bure. Ukiwa na Mungu una kila kitu, lakini unaweza ukawa na kila kitu lakini huna Mungu hapo, umekosa vyote. Lakini ukiwa na Mungu ukawa na neno lake ndani yako, una kila kitu, utakula mema ya nchi, utafurahi duniani, na mwisho baada ya hapa duniani tuta, utaurithi ufalme wa Mungu. Hivyo ni muhimu kumtafuta Mungu kwa juhudi, ni muhimu kutenga muda wetu kutafuta uso wa Mungu, kusoma neno lake kuenda kwenye mikutano, kusikiliza mafundisho. Tuachane na mambo ya dunia, tuenende kwa Roho ili kusudi tuweze kumshinda shetani na ila zake, na tuweze kumtumikia Mungu kwa utukufu wa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe.